Kuna umuhimu mkubwa sana ya watu kukusanyika katika mikusanyiko ya kiibada, kwa sababu nishawahi kuwasikia baadhi ya watu wakisema ya, ya kwamba unaweza ukakaa nyumbani ama ukafanyia ibada nyumbani tu pasipokwenda katika eneo la mkusanyiko. Lakini hacha nikuambia siri ambayo wezekana ya kwamba wasiifahamu hawa watu, wanaokusanyika ni watu wenye imani moja, watu ambao wenye levo tofauti ya <tip> namna wanavyofanya ushirika na huyo Mungu anayemwabudu. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo <tip> kwa huo mgawanyiko, kinachotokea ni kwamba hawa watu wana na nguvu tofauti tofauti ama wana vipawa tofauti tofauti, kutokana na vile ambavyo wanafanya ushirika. Mtu anapofanya ushirika binafsi na huyo Mungu anayemwabudu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anaachilia kwa hao watu, kila mmoja kwa kadri ambavyo wanafanya ushirika na yeye. Ee, vizuri. Na anafanya hivi ni kwa sababu anajua ya kwamba hawa watu wanahitajiana, wanaweza wakasaidiana wenyewe kwa wenyewe, na ndio maana kinachofanyika hata katika ulimwengu wa roho pasipokuelewa kwa ya kwamba wale watu ambao wenye nguvu kubwa ya kiroho na wana wakutana na wengine ambao wana nguvu ndogo za kiroho, kinachofanyika pale huyu ambaye mwenye nguvu Mungu anaitumia kwa ajili ya kumempower yule aliye dhaifu. Ndio maana hata majibu wakati mwingine wa mahitaji tunayoyahitaji, Mungu huwa anayafanyia installation kwa watu wengine ambao tuko nao karibu. Wakati fulani unajikuta ya kwamba unahangaikia jambo fulani, lakini Mungu alishalifanyia installation kwa mtu mwingine, anakuwa na jibu ya hicho ambacho unachokihitaji, lakini kwa sababu tu tumekosa ufahamu, tunajikuta tunawapuuzia wale watu wachukulia wa kawaida, lakini kumbe ndio amebeba majibu ya maswali yetu au majibu ya mahitaji yetu ambayo tunamwomba Mungu kila siku atusaidie. Sikia nikwambie kitu kimoja unatakiwa kufanya unapofika katika eneo la ibada. Ukimwona mtu muombaji kushinda wewe, kuna mtu anataka kumwangalia akasema huyu ni muombaji kushinda mimi, anaomba sana jamaa, anashukiwa na nguvu za Mungu sana. Kwa hiyo unatakiwa kufanya ya kwamba nikujiambatanisha naye yule mtu kwa wakati huo, ikiwezekana mshike hata mkono, ikiwezekana fanya chochote kile, mkaribie karibu yake, kwa sababu vile ambavyo anaomba kwa kina au ana Anapozama kwa kina, yeye anazalisha nguvu ambayo itakayokuambukiza nayo kwa wakati huo. Sia yoyote ina tabia ya kuambukiza, ni sawasawa unavyoona hata kwa habari ya nguvu. Nguvu ina tabia ya kuambukiza, nguvu ina tabia ya kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwao unatakiwa kufanya ni kuwa mwangalifu sana, kwamba ni nani wakati huu amejazwa nguvu ya Mungu, ni wewe kujikabidhisha, kujisogeza kwa sababu nawezekana, inawezekana kwamba uwezo wako kuingilia enzi ya Mungu ni tofauti na mwenzako, kibali cha kuweza kugusa moyo wa Mungu ama kukaribia enzi ya Mungu ni tofauti na mwenzako. Kwa itumie hiyo nafasi katika kusanyiko ya kuweza kupata kile ambacho na kihitaji na Mungu atakusaidia.